Katikati ya daraja la mnywamaji linalopatikana katika kijiji hiki cha Rwanda kilichopo halmashauri ya Mbinga vijijini hapa mkoani Ruvuma. Hili ni miongoni mwa madaraja ambayo inapofika wakati wa mvua nyingi kama hivi kunakuwa na changamoto kubwa, ambapo wananchi sasa wa kutoka Rwanda kwenda huku kijiji cha Paradiso, ambao wanatumia daraja hili, wanaelezea zile adha. Hii daraja linasumbua kila mwaka ya. Tunakuta na mgonjwa natoka naye kule unashinda, tunakomea hapa, unakuwa changamoto ni mbalimbali sana. Kuna watu wanashinda kwenda mjini kutokana na changamoto za daraja, hatusafiri kwa wakati. Leo mkuu wa mkoa amefika hapa kwa ajili ya kuja kufuatilia. E, kile kinachoendelea hapa baada ya serikali kuamua kujenga barabara hii ambayo inatoka Kitai kwenda Rwanda zaidi ya kilomita 35 hivi ili kuhakikisha wananchi wa hapa wanapata e, e, huduma kwa wakati. Inafarijika kwamba daraja la muda lililokuwa limekatika na linajengwa limefikia hatua za ukamilishwaji na kwa maelezo ya wataalamu, daraja hilo kesho litafunguliwa lile la muda magari makubwa yataanza kupita hapo, lakini baada ya hapo pia, ili daraja ambalo lilikuwepo existing ambalo nalo lilionyesha dalili za kukatika e, litafungwa ili e, matengenezo yafanyike kwenye daraja hilo, na wamenihakikishia kwamba ndani ya wiki moja watakapokuwa wameanza matumizi ya daraja hili la muda, hili nalo lingine ambalo ndio lilikuwa linatumika litaendelea fanyiwa matengenezo ni mategemeo yetu mwakani mvua zijazo changamoto kama hii haitajitokeza tena eh, upande wa pembeni huku kama inavyoonekana kunajengwa daraja kubwa ambalo sasa lenyewe litakuwa ndo mwarobaini ni hayo kutoka katika daraja hili la mnywamaji hapa kijiji cha Rwanda kilichopo halmashauri ya Mbinga vijijini mkoa wa Ruvuma kutoka hapa mimi naitwa Mawazo Mwaijengo Azam News Mbinga.